Karibu katika simulizi ya Bibi Nyagutie na nafsi ya mjukuu wake. Simulizi ama stori inaanza usiku wa manane, upepo mkali ukikunguta mabati yaliyoshikiliwa na misumari chakavu, mbwa alikuwa anabweka bila sababu. Wazee wa kijiji cha Kagando walishasema, "Usikose njia ukifika makaburini usiku. Kuna sauti za mauti yasiyolala." Lakini hadithi hii haikuhusu mzimu wa kawaida, ilikuwa hadithi ya damu. Hila na roho isiyo na pumziko bibi Nyagutie alikuwa maarufu sana katika kijiji cha Kagondo maarufu kwa tiba za kienyeji dua na ushauri wa siri lakini nyuma ya uso wa mama huyo mwenye huruma kulikuwepo na moyo uliokufa kwa tamaa ya mali Nyagutie alimlea mjukuu wake Amani tangu alivyokuwa na miaka mitatu wazazi wa Amani walikufa kwa ajali ya ajabu ajali ambayo watu wachache walikuwa na ujasiri wa kuitaja kwa jina baada ya miaka kumi, Amani alikuwa kijana wa miaka kumi na nne mwenye ndoto, tabasamu na moyo wa dhahabu. Lakini kwa bibi Nyagutie, Amani alikuwa mzigo na pia kikwazo, kwa sababu alisikia kwamba mali yote ya familia ingerithiwa na Amani pindi atakapofikisha miaka kumi na tano. Bibi Nyagutie alihitaji hizo mali zote zije kwake. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, nyagutie alimpa amani chakula kilichojaa sumu ya mimea, lakini mkakati haukwenda kama alivyopanga. Amani alianza kulegea, lakini hakufa. Alichanganyikiwa kwa haraka na kwa roho ya shetani, bibi nyagutie alimfunika amani kwa gunia, akambeba hadi makaburini alipokuwa ameandaa mapema. Bila huruma, akamzika akiwa hai kabisa, akipuuza kilio chake kidogo: bibi bibi usinifanyia hivi, naogopa. Udongo ulifunikwa, sauti zilitoweka, kijiji kilinyamaza, lakini ardhi haikusahau tukio hilo. Siku ya pili, upepo wa ajabu ulivuma katika kijiji cha Kagondo, wanyama walikimbia, ndege walihama. Bibi Nyaguti alianza kusikia sauti ndogo nyembamba ikiita majira ya usiku, bibi siwezi kupumzika, bibi siwezi kupumzika. Alidhani ni mawazo yake tu lakini kila usiku mlango wa nyumba yake ulijifungua pole pole kwa makelele ya kuchuja damu. Bibi alisikia vicheko vya watoto, vicheko vilivyogeuka kuwa vilio vya huzuni. Mara moja katika kioo cha chumba chake alimwona Amani, uso umejaa vumbi, macho yamevimba kwa kilio na udongo, mkono mmoja ukiwa umeshikilia shingo yake kama mtu aliyekufa kwa maumivu makali. Bibi, nichimbe kutoka kaburini, alilia kwa sauti ya kupasua moyo. Bibi alijaribu kufanya kila kitu, kufanya dua, tambiko, kutafuta waganga wa milimani, lakini sauti ya amani ilienda kumfuata kila alipo. Usiku mmoja alipokuwa akijaribu kulala, vitanda vyote vya chumba chake vilianza kutikisika, milango ilijifungua kwa kishindo, mabati yakaporomoka na katikati ya sebuleni palitokea kivuli cha Amani akichechemea akitoka damu mdomoni huku akisema umeniua sasa nakuja. Nyagutia alipiga kelele, lakini hakuna aliyesikia. Alikimbia makaburini akijaribu kuomba msamaha, lakini alipofika alikuta kaburi limepasuka nusu. Udongo ulikuwa umeinuka kama kitu kilijaribu kutoka chini kwa nguvu, na kutoka ndani aliona vidole vidogo vyeusi vikijitokeza nje. Amani alikuwa anarudi. Nyaguti aliporudi nyumbani hakujua kwamba ameambatana na kivuli cha mjukuu wake. Kila hatua aliyopiga udongo ulitikisika chini ya miguu yake. Usiku ulipofika, bibi alijikuta katikati ya nyumba yake akizungukwa na maiti za watoto wengine wa kijiji waliowahi kupotea zamani, waliuawa kwa siri kwa sababu ya ushirikina na tamaa ya watu wazima. Wote walimtazama, wote walimnyoshea mikono yao kwake na mbele yao akawa anaongoza Amani, sasa akiwa mzimu mwenye macho mekundu kama makaa ya moto. Amani, alisema bibi, sasa utalala na mimi ardhini milele. Nyagutia alijaribu kutoroka, lakini kila alipokimbilia ardhi ilizama chini yake, ikigeuka matope meusi yenye mikono ya watu waliokufa. Usiku huo bibi Nyagutia alipotea, hakuna aliyeweza kumpata tena. Asubuhi wakulima walikuta nyumba ya bibi huyo ikiwa wazi viti vimechafuka kwa damu kavu, vumbi la udongo likiwa kila mahali, na mlango wa nyumba yake ukiwa umeandikwa kwa damu: hukumu imekamilika. Kijiji cha Kagondo kilikumbwa na hofu. Hakuna mtu aliyethubutu kupita karibu na makaburi usiku tena, lakini wale waliothubutu wanasema kwamba kila mwezi mpevu unaweza kusikia sauti ndogo ya mtoto ikilia mbali, ikisema, bibi, bado hujafika kaburini kwetu. Na wakati mwingine ardhi hutikisika kidogo, kama kaburi likitafuna mtu aliye hai. Hadithi ya bibi Nyagutia ilibaki kuwa funzo la milele katika kijiji hicho. Nimejifunza kuwa usitende uovu kwa damu ya familia yako. Laana ya damu haiwezi kuoshwa kwa maji wala kusahaulika na ardhi, kwa sababu makaburi yanaweza kulia na roho zilizo na uchungu hazisemi. Mwisho wa hadithi hii ni mwanzo wa hadithi nyingine. tafadhali